Kumbuke unavyozungumza mpira, usizungumze kwa sababu mna nafasi, hakuna. Unazungumza kitu kinachomtafuna Jan Chaza wa, kwa baadhi ya mashabiki ni kutaka acheze kama chama Kratos alivyokuwa, alivyo Simba. Kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu kwanza njia ambayo inatutofautisha ni kwenye tabia za mtu binafsi alizonazo, yani mimi na wewe wote ni binadamu, lakini hatuwezi kuwa na vitu sawa, yani kuna namna ambavyo kuna kitu nacho mimi sina, yani tunazidiana, kwa hiyo tusiishi kwa kukalini ama tusiishi kwa kulinganisha wachezaji kwa kila alicho nacho, tutazame ile end product ya kila alicho nacho. Mbali na hapo, kuna mlaumu mchezaji kama Jan Chazawa, turudi kwenye ile eneo la namba kumi, ni mchezaji gani ambaye anapewa kipaumbele ama ana uwezo wa kuwa nakupa assist kwenye kila mchezo ama akawa nakupa uwiano wa kufunga ama kuassist kwenye kila mchezo? Utagundua mchezaji pekee ambaye anaweza kuchukua nafasi ya Jan Chazawa ni aweso aliaweso. Sasa turudi kwenye hiyo disaji kama weso. Je, ni namna gani ambavyo anaweza akawa na wakati mzuri kumzidi janja zawa? Kwa hiyo ukitazama kwa umakini utagundua kwamba asilimia kubwa ya wengi ambao wanalaumu ni wale ambao wanatamani janja zawa acheze kama Chama Clatous usi kipindi ambacho alikuwa Simba, kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu ilifika wakati hata uh, Chama Clatous kiwango chake kikashuka kika si. Lakini mbali na hapo, tukumbuke janja zawa, huu ni msimu wake wa kwanza alikuwa kwenye klabu ya Simba si maana yake hata msimu haujatamatika. Lakini tazama mchango ambao umekuwa nao. Kwa hiyo uende mbele na kurudi nyuma. Tazama misingi ya football, alafu tazama aina ya wachezaji ambao uko nao. Kuna wakati tutamlaumu labda kocha kwa nini hamtoi chance au lakini je? Ana huo uwanda mpana wa vitendea kazi ambavyo wengi wanavihitaji. Timu ambayo ina wachezaji bora ndio ile imeshinda kwenda kwenye hata hatua ya robo finali. Yuko pale Chama 3 Tusipa Comezo Sefana Ziki, Maxi Mpia Nzengeri, Prince Pumerero Dube. Hao ni wachezaji ambao ukiwataja kwenye klasi, wanapaswa kuwa kwenye michuano ya kimataifa, lakini tazama. Huo wachezaji ambao klabu ya Simba inao, imeweza kufikia hapa ambapo ipo. Kitu ambacho kiliwashinda hata kina klabu chote chama, wakiwa kwenye ubora wao. Medi Kagere, Fans Kahata, chama klabu na wachezaji wengine ambao wamekuwa bora. Walishindwa kuifikisha hapa Simba ambapo ilipo. Lakini chini ya Jan Chaza wa na uh, kocha Falu Davis Simba imevunja hiyo rekodi. Kwa hiyo unavyoongea mpira, lazima uishi kwenye vipengele vya mpira na kanuni na sheria, nini ambacho unakizungumza na kipi ambacho kilichopo kwa wakati huo. Kwa hiyo hawa ambao wamekuwa wakimfanya mbuzi wa kafara Jean Charles wa eh, ni kama wanaokosea mpira kinamna moja ama nyingine, kwa sababu huko ni kutukana mpira, sio tu kukosea, ni kutukana. Kwa nini? Kwa sababu Twende huko katika wachezaji kumi na moja wa Simba wanaoanza, ni mchezaji gani ambaye amekuwa na end product nzuri? Wanasema tusiangalie, wanasema tusiangalie namba tu, wanasema ile mpira wa namba au kidogo unafanya, miongoni mwa wachezaji ambao wakagombea tuzo ya MVP msimu. Nijia nchazi ya wa. Kwenye michuano ya eh, klubi maligi kuu? Ligi kuu hata kwenye michuano ya klubi. Eh, kwa maana kwa maana kombe la shirikisho. La shirikisho. Yes. Lakini kipaumbele namba sana kwenye ligi yetu. Kwa nini? kwa sababu naona kuna timu dhaifu. Kuna wachezaji wadhaifu. Mchezaji tunamjaji kuliko na na usiniambie kwamba tusiangalie namba. Sasa utatazama nini kwa mchezaji? <laughs> Yaani kama sio namba zake, nini ambacho utakitazama? Kwa mfano hivi sasa kitu kinachomtofautisha e Musa Kamara na Judith ya ni namba Kamara na Krishi 15 na bado na faida ya michezo karibia 4. Tutamtaje kama goalkeeper bora mwisho wa msimu, kwa sababu namba na zinambeba. Sasa mchezaji utamtazama kwenye ingo ipi? Kama mtu utazama kwenye namba, anakupa kitu muhimu. Na kwa nini Joan Chaza wa ameendelea kuaminiwa, mbali na kuwa na watu wengi wanamzungumza, kwa hivyo ambavyo wao wanahisi? Kwa nini kocha ameendelea kumpa eh, nafasi na ni miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza na muda mwingi sana nafasi, kwa maana wamecheza dakika nyingi sana mechi nyingi sana sewa, wa, kwanini? Kwa nini? Kwa sababu kwa asilimia kubwa anampa kile kitu ambacho coach anakihitaji. Ah, hayo ni madini kutoka kwa Yusuf Yusuf, mimi ni sikuchoshe sana kwa sababu najua bado uko katika harakati za kwenda darasani, japokuwa ni mapumziko leo kaenda kujisomea somea. Matokeo ya Simba, unaonaje kesho anafuzu ama Bana, ndoto ambayo nimeiota mechi inakwenda kwenye mikwaju ya penalti, na Simba anatoka na shujaa wa mechi ni Musa Pimpini Kamara. Simba anatoka, Simba anakwenda kwenye hatua ya fainali, kwa maana anashinda akiwa ugenini kwa mikwaju ya penalti. Hiyo ndoto imenitukia kwamba dakika tisini, Selbush wamepata bao, aggregate ni moja moja, mikwaju ya penalti Simba ameshinda na shujaa wa mechi ni Musa Pimpini Kamara wa maana, ame oko, ame kwa maana ameokoa amekuwa juu kama katika kawaida. Tunahifadhi. Tuwatakie kila la heri na hiyo hivyo. Shukrani sana. Kwa sababu kama wataenda kwenye mitoa mikoa juu pia wakafuzu bado ni bora kwa upande wao. Kwa hiyo kikubwa ni Simba kwenda kwenye hatu inofuata. Lakini tukumbuke unavyozungumza mpira usizungumze kwa sababu mna nafasi ya kuna zungumza. Watu wengine wao tunakaa kimya tunaangalia tu kile ambacho watu wanakizungumza. Wanasema this is the house of football. Una kila mmoja, kuna namna ambavyo akilitazama tukio fulani, kuna namna navyolitafsiri na kila, nimewahi kuzungumza kwamba kwenye kila maamuzi unayoyafanya huwa kuna matokeo mawili, either positive au negative. Na wako wengine ambao wanatumia kama faida ya wao kujitafuta engagement mitandaoni. Kwa hiyo ndivyo ilivyo, na ndo watu ambao tuko nao kwenye football.